So kuwe ni na adabu na ikifika ni mambo ya mziki, bro, acha nini na hizo promotion, unakutu nafanyiwa kila kitu, hata ngoma yako hata views unanunuliwa na manager wako. Mimi hatuko ligi moja, i swear. Me i tell you the truth, gwiji. I have my media, i have my studio, i have my channel, i have my label, i have hata bodyguard dancer, na dancer hata pantia anavaa nyuma tukienda job, she is my man, nakuwa nime invest hapa Bro, so ukitaka kushindana e, vibaya sana e, bro Steve, unaweza sema hivyo mtu ambaye hata renti yako ya nyumba haiwezi nunua hii kofia gwiji na va nikiwa kwa saluni respect gwiji, gwiji, gwiji. Bro, mimi huwezi shindana na mimi, na mimi sijichochi, sijiinwagwi. Fanyeni matendo tuone, hizo pesa mnasema kila siku mko nazo.